Karibu Royal Polyclinic. Leo nataka kuzungumza nani jambo muhimu sana kuhusiana na chanjo. Unaelewa nini maana ya chanjo? Chanjo ni dawa maalum inayowezesha mwili wako kujijengea kinga mwilini, pia inafanya kupambana na virusi au bakteria kabla havijakuletea madhara. Mfano, mtoto anapewa chanjo ya polio, hivyo ipelekea mwili wake kupambana na ugonjwa huo mapema. Kwa nini chanjo ni muhimu? Chanjo huokoa maisha kila siku. Tafiti zinaonyesha kwamba watoto zaidi ya milioni nne wanaokolewa kila mwaka duniani kwa sababu ya chanjo. Lakini pia si watoto tu, hata watu wazima wanahitaji chanjo kama vile chanjo ya homa ya ini au COVID-19. Watu wengi wanaogopa chanjo, wakidhani ni hatari, lakini ukweli ni kwamba chanjo hupitia vipimo vingi vya kiusalama kabla ya kutumika. Mazala madogo kama maumivu ya sindano ni ya muda mfupi, lakini faida yake ni ya maisha yote. Kama jamii, tunapaswa kushirikiana kuhakikisha kila mtoto, kila mama mjamzito, kila mtu anapata chanjo kwa wakati. Tukifanya hivyo, tunajilinda si mtu mmoja, bali jamii nzima dhidi ya magonjwa. Chanjo ni zawadi kwa afya yako. Usisubiri kuugua, linda afya yako mapema. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ya Royal Polyclinic, kucomment, kushare na kurek. Pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili kupata notification ya vipindi vyetu vijavyo.